Eh, hey, we high five. Jo. Nane. Nane juu. Andera. Sasa kuna matapeli. We kiongozi. Kwenye mkono wako kuna, kuna nini? We we we toka usije ukachungulia we. Kumbe anapewa kijiti pale pa bounce. Alifanya anamshika binti kumbe anachukua karata nyingine. Karata zamani vijiti. Inapigwa tu namba. Geuona furahia. Anakana kama ndeze lakini, jamani professional mtu mkubwa sana huyu. Natoka mfalme miumba basi, maisha yake amekuwa ni vile, lakini hana mahesabu. Nimeshinda tena. <tiple> Mzee, ngoja kwanza, hana mahesabu. <tiple> oh, na moja mbili na saba. Tena, oh, double, ten mna double, double kumi mbili. <tiple> kumi <mbili? tiple> Imekuwaje? Mwona karata zimezidi, inakuwaje? Karata zinakuwa zinakuwa zinakuwa mara tano

Kamata wacheza kamari wote, wote walivyozubaa, umu akachukua mfuko, mzee kusanya pesa, watu kimbia, anakimbia kimbia, kuogopa polisi, akakusanya pesa, changanya na karata chap. Sasa anasomoka na upande mwingine huku. Basi Chonja amemwona, kapiga askari, anamfuata mzee, ni muhimu sana kwake. Lakini kumbuka, Ingju naye anafuatilia nyendo za ubwana kwa karibu sana, watu na koro kama mamba Mario mzee ni haramu wawa, jamani, mimi nimekuja kuangalia tu mimi sichezi kamari. Niko hapa mimi mwenyewe niko kwenye biashara zangu. Ni askari huyo. Ah, basi akamsaidia Mzee Giumo akamkimbiza akampeleka mbali sana. Huyo ndio yule jaji kipindi kile kwenye kesi ya babake, na ile kesi kafeli. Sasa mzee aje, mkumbuka uchali bado. Yoksina la arabuji mtanguna. Alipomtazama anasema najua bwana, nikumbuke, lakini mimi naikumbuka sura yake vema. Napotazama macho yake naona ni mtu mwenye macho akoona gizani. Nikitazama pua yake ni pua adimu sana, maanake huyu mtu ana uso na mtazamo wa chui chui, ana desturi ya kuona gizani, ana macho ambayo anaweza kuona gizani vizuri kabisa kama mchana ah. Oh. Eh hey, sana mzani bana, shukuru sana kijana kwa kunisaidia, kwa umesaidia maisha yangu pia. Lakini sasa kuna kasenti tumekapata kule <laughs> sinikugaia kidogo <laughs> nikugeeke vijisenti, bismillah. Yes, ah, hapana mzee, nashukuru. Hapa pokea bwana, wewe vipi bwana, pokea hela hizo, i get anyway, kama mboge bwana, niangalia hivyo <laughs> ache de walikuwa tutorojigenne, ah, ah, samani wani shira, macho yako nimeyatazama ni, ni macho ambayo anaweza kuona gizani, gizani. Ah, ah, nina macho namna hiyo, naona gizani kama chui. Tenenga. Sana onndogo hebu tuone katika jumba la kamari pale na kona, macho ambaye ninaona anawala kwelikweli uliko pale kwa ajili ya kucheza hizo kamari. Siku zote mtu ambaye anaona huwa ni mwaminifu sana

Maana ungekuwa mwinjio ungekuwa na maisha mazuri zaidi haya. Tamme to. Anyway, tutaonana siku. Kumbe mzee naye ni mtaalamu wa kusoma. Ukisema tu jina lako anajua hili. Na maisha yako anayaona kama kwenye kioo. Tutaonana siku nyingine bwana. Bye bye, bye. Ngoja nipitie hivi. Mzee akaua kona mbele. Wamekutana wataalamu lakini bado hawajasomana fresh kwenye kumi na nane. Unajua tena mchezaji umkute uwanjani. So mkute ba. Sasa huyu ndiye mfalme. Anakumbuka kuna tukio ambalo geumo analikumbuka ambalo mfalme haliwahi kumwambia alikuwa sawa. Ni library library moja sawa, so ni kumamde. Ah, alimshukuru geumu kwa kuja kumtembelea usiku huu hapa. Tantase. Anasema ni kama mwenyeji ni kama mgeni, na wewe ndio mwenyeji wangu, nasikia huru sana kila anapokuita tupige hadithi On... alikuwa rafiki wa karibu na mfalme jamaa <tis> anasema, mfalme niite anytime, wakati wote ukitaka kuniita niite. Chona unajua ninachokiandika iko lisishina nani dio, ama ndio mfalme, lazima uandike wewe ni mfalme apeksongdere <tis> ku lazima uandike watu waje kusoma aikul hasabanso, wewe ndio mfalme <tis> kufanyika sijui unafahamu hilo fine. Mfalme mnasema nafahamu hilo, ninasikia na naona chemboard na hatari zote zinazoendelea katika nchi yangu naziona, lakini mifutagul siwezi kuuliza wala sina sauti wa watu wameshafanikiwa kunizima kwa kuondoa watu wangu wote wanaoniunga mkono. Nasikia na kuona, lakini sina nguvu, nimepoteza mdomo wa kukemea hata ni kusema, hapana, siwezi. Kwa hata nacho andika, sielewi naandika nini, nafurahia nini, napanga mipango gani ambaye haitimiliki. Wanaopanga ni wengine, inatimia kivingine. Mimi napaswa nitie saini ya kwao, yapite yangu analala, kosina nilicho nacho. Jom anakumbuka maneno, yalikuwa akimuuma sana, haya hawezi kuyasahau. Basi bwana, leo waziri mkuu na familia yake kwa ujumla. Huyu anaitwa Nahabu, yeye ni, ni ni suria wa waziri mkuu. Leo anafanya ibada sasa, ibada sasa, bwana mkubwa. Maskini wetu wengi wanakaa pembeni ile, ule mto, nyimbo zinaimbwa, baadaye sadaka zinamwagwa kwenye maji, ni mapesa namwagwa kwenye maji na mavyakula

Wanamwambia siku nyingi familia hii ya kimon kimon kimon family ulete future njema katika maisha yetu, kwenye familia hii. Mzee ametulia pale, ngoma zinapigwa pale na kuambia sasa, wanaanza kumwaga mchele, unamwaga vyakula kwenye yale maji, wow.

walipoanza kumwaga pesa hapo, ndo watu wakazidi kupata kichaa na hela. Mama yangu na hela, zinamwagwa tu, mafurushi kwa mafurushi. We, pesa zinatupa kwenye maji. Sasa kume redimuni redimanki anasema mi naogelea. Huu ni ule tapeli ule msomanyota, tapeli. Bro, angalia, utaenda fia kule, anambia si fi mtajua mimi naenda kuchukua hela.

Sasa hapo hajafika katikati. Hapo ndo mwanzo. Uko katikati je? Afu baba ajui kuogelea. Pesa jamani, pesa. Woi. Mara tukuna mtu anaifuatia hela. Miburunguti natupa hiyo. Ah! Hey. Chale mwaga. Pesa na vyakula vinamwagwa. Mara naibuka mtu mzee amekunywa maji. Abe, ee! Watu wakaanza kupiga hukuga jamani. Jamani, kuna mtu. Kuna. Jamaa amekunywa maji kama debe tatu namna hii. Na pesa hajatoa. Hakigeuka hivi anakunywa tu. Watu kelele. Jamani msaada! Kuna mtu, kuna mtu. Kabidi sasa wa, wa, wa wanaojua kuogelea wajitose kwenye maji chap. Wakamtoa. Aje, ii pesa hii. <laughs> Wakamtoa mzee mkubwa Red Monkey <laughs> mara tapeli. Wewe, wakaanza wakampora ile hela. Sasa wazina anakuja akaona hey. Ah, njia tupu Pesa ikachukuliwa na hata asipewe. Fuzi mkubwa hata kama vile alikuwa anatakaribia kufa mzibweni. Anakuja kuharibu ibada za watu. Alikula rungu. Alikula rungu. Aishe. Pigwa. Anaribu familia na anaribu heshima ya waziri mkuu. Mtu mmoja akasema wacha.

Dio dio wanatuonea ho. Ageso. Bas. Ta haina shida. Pole kwa shine. Tumwacheni mpuzi hapa. Kaja. Ten. Jamaa kama ile kesi nzito sana ilikuwa pale. Basi wakampenda bure jamaa. Kwa maana nyingine tena anatetea watu. Kwa akazidi kujulikana ni yule hey! Hey, mheshimiwa ni wewe, kazimika tena. <laughs> Majuzi alimkuta kwenye kutapeli pesa kule, ajifanya mganga wa kutabiri. Leo kwa mekuta nakule kipigo, anatafuta pesa kwenye maji. Yaani kweli maisha ni tabu, watu wakampigia makofu jamani, shujaa basi tunakuja huku, watoto wengi wa kifalme yani, watoto wa viongozi walikuwa wamewekwa pale, na binti alikuwa anajaribu kuangalia kati ya watoto wa viongozi naye mwenye sura ya ufalme. Mara binti anatabiri kwa, anajaribu kucheki sura zao. Cheki sura, cheki sura. Asante, cheki anatafuta, lakini asipate, anakumbuka alichoambiwa basi bado tunazidi kusonga mbele zaidi. Kumbuka ni sehemu ya 10, ni kumi na tatu, kumi na nne. Tunakwenda katika sehemu ya 14, bila kupoteza time. Wanaita The Kingmaker 14 inafuata.